Mheshimiwa naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025 2026 wizara na taasisi zake zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 13 milioni 656 laki 199 elfu. Mheshimiwa naibu Spika, ili kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele vilivyoainishwa, wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya fedha kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026 wizara ya taasisi zake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 687 milioni 600 tisini na nane laki nne themanini na tisa elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Mweshimiwa naibu spika, maelezo ya kina na mchanganua wa maombi ya fedha za bajeti ya kila fungu umeainishwa katika vitabu vya randama za mafungu husika ambavyo vimegawiwa kwa waheshimiwa wabunge kupitia mfumo wa kidijitali. Mweshimiwa naibu spika. Ninaomba kutoa hoja.